Katika historia ya mwanadamu kuna vitu vichache sana ambavyo vimeheshimiwa, kutumiwa na kuogopa kwa wakati mmoja kama chumvi. Lakini si chumvi yoyote. Leo tunazungumzia kuhusu chumvi ya bahari, zawadi ya asili iliyobeba nguvu za bahari, upepo na jua. Kwa maelfu ya miaka, chumvi imekuwa zaidi ya kiungo cha chakula. Imetumika kama tiba, kama kinga kama zawadi na hata kama pesa. Katika jamii nyingi za kale, chumvi ilikuwa na thamani kubwa kuliko dhahabu. Lakini ndani ya chumvi ya bahari kuna zaidi ya ladha, kuna nguvu ya kuvutia, kuvutia baraka, kuvutia pesa, kuvutia mafanikio. Leo tunakufungulia pazia la siri hii ya asili. Tutaingia kwenye historia, mila, tiba na imani zinazozunguka chumvi ya bahari, na zaidi ya yote, tutaona jinsi inavyoweza kubadilisha maisha yako kifedha. Chumvi ya bahari inatokana na mvuke wa maji ya bahari, ikiacha fuwele safi ambazo hazijachujwa wala kuchakachuliwa. Ndani yake kuna madini muhimu: magnesium, calcium, potassium, yanayosaidia mwili kupata usawaziko. Katika dunia ya afya, chumvi ya bahari hutumika kupunguza msongo wa mawazo, kuondoa uchovu wa mwili na kusafisha ngozi. Lakini katika ulimwengu wa kiroho, chumvi hii hutumika kama kinga dhidi ya nguvu hasi. Katika mila za Kiafrika, Kiasia, hata Kiindi, chumvi hutumika kuondoa mkosi, kufukuza majini na kusafisha mazingira yenye giza la kiroho. Ni chombo cha utakaso si wa mwili tu bali wa roho na mazingira. Lakini swali kubwa ni hili, je, kweli chumvi ya bahari naweza kuvutia ama ku attract pesa? Jibu liko kwenye nguvu ya mitetemo vibration. Wataalamu wa nishati na spiritual alignment wanaeleza kuwa kila kitu kina frequency. pesa ina frequency yake, bahati ina frequency yake, na chumvi, hasa ya bahari inasaidia kusafisha frequency hasi na kuvutia zile nzuri. Kwa hiyo unapojisafisha kwa chumvi ya bahari au kuisambaza kwenye nyumba yako, unafuta vizuizi vinavyokuzuia kufanikisha ndoto zako za kifedha. Watu wengi wameelezea kuwa walipoanza kutumia chumvi ya bahari, milango ya pesa ilianza kufunguka polepole pole. biashara zilizokuwa zimepoa zikaamka, wateja waliopotea wakarudi, madeni yakaanza kulipika. Kuna njia mbalimbali mbali za kutumia chumvi ya bahari kwa kuvutia au kuattract pesa. Kila njia ina maana, nguvu na hadhi yake. Njia ya kwanza, kuosha mikono na chumvi ya bahari kabla ya kufanya shughuli yoyote ya pesa, iwe ni biashara, kazi au hata maombi. Njia ya pili, kuweka chumvi kwenye pembe za nyumba au sehemu ya biashara, hii kufyonza mikosi na kufungua njia ya baraka. Njia ya tatu, mchanganyiko wa maji safi na chumvi ya bahari hutumika kuosha sakafu, kuta na milango ya nyumba. Kazi yake ni kuondoa uchafu wa kiroho na kuingiza nuru mpya. Njia nne, kupaka chumvi kidogo kwenye pochi au sandugu la pesa, huku ukitamka maneno ya baraka, imani na matarajio ya mafanikio. Hapa niko na hadithi tatu za kweli za mafanikio. Hadithi ya kwanza ni ya mzee Rashidi kutoka Malindi. Alikuwa na biashara ya kuuza dagaa iliyoanza kupoteza wateja. Aliposafisha banda lake kwa maji ya chumvi ya bahari kila asubuhi, alianza kuona tofauti, wateja wakaanza kurudi na sasa nauza hata nje ya nchi. Hadithi ya pili ni ya mama Jenifa kutoka Mwanza alikuwa na mikosi ya kifamilia na kifedha. Alipoanza kutumia chumvi ya bahari kwenye kuoga na kuosha nyumba, mambo yalianza kubadilika. Leo hii anamiliki duka la nguo na watoto wake wanasoma vizuri. Hadithi ya tatu ni ya kijana Moses kutoka Nairobi. Baada ya kuachishwa kazi, alianza kuuza bidhaa mitandaoni. Hakukuwa na wateja. Aliambiwa na bibi yake asafishe simu na kompyuta yake kwa chumvi ya bahari. Miezi miwili biashara yake lilipuka, sasa ana kampuni. Chumvi ya bahari hufanya kazi zaidi inapochanganywa na imani. Tumia dakika chache kila asubuhi au jioni, ukiwa umeketi kimya, shika chumvi mikononi, vuta pumzi, kisha tamka: ninafungua njia za pesa, ninavuta neema, ninapokea baraka. Wengine hutumia chumvi kwenye maji ya kuoga huku wakisali au kusoma mistari ya maandiko matakatifu. Nguvu ya maneno pamoja na chumvi huleta mabadiliko ya ndani na nje. Siri ya chumvi ya bahari haiko kwenye chumvi yenyewe tu, iko kwenye nia yako, iko kwenye imani, iko kwenye hatua unazochukua. Chumvi ni zawadi ya dunia, ni baraka kutoka kwa bahari. Ukitumia kwa heshima, shukrani na akili, inaweza kuwa daraja lako la kutoka kwenye umaskini hadi mafanikio. Usiogope kujaribu. Fanya kwa wiki moja, angalia tofauti, na ukiona matokeo, shiriki na wengine. Subscribe kwa channel hii kwa hadithi zaidi kuhusu siri za asili. Maisha yako yanaweza kubadilika, yote yanaanza na chembe ya chumvi. Katika historia ya mwanadamu, kuna vitu vichache sana ambavyo vimeheshimiwa, kutumiwa na kuogopa kwa wakati mmoja kama chumvi, lakini si chumvi yoyote. Leo tunazungumzia kuhusu chumvi ya bahari, zawadi ya asili iliyobeba nguvu za bahari, upepo na jua. Kwa maelfu ya miaka chumvi imekuwa zaidi ya kiungo cha chakula. Imetumika kama tiba, kama kinga, kama zawadi na hata kama pesa. Katika jamii nyingi za kale, chumvi ilikuwa na thamani kubwa kuliko dhahabu. Lakini ndani ya chumvi ya bahari kuna zaidi ya ladha, kuna nguvu ya kuvutia, kuvutia baraka, kuvutia pesa, kuvutia mafanikio. Leo tunakufungulia pazia la siri hii ya asili. Tutaingia kwenye historia, mila, tiba na imani zinazozunguka chumvi ya bahari, na zaidi ya yote, tutaona jinsi inavyoweza kubadilisha maisha yako kifedha. Chumvi ya bahari inatokana na mvuke wa maji ya bahari, ikiacha fuele safi ambazo hazijachujwa wala kuchakachuliwa. Ndani yake kuna madini muhimu Magnesium, calcium, potassium yanayosaidia mwili kupata usawaziko. Katika dunia ya afya, chumvi ya bahari hutumika kupunguza msongo wa mawazo, kuondoa uchovu wa mwili na kusafisha ngozi. Lakini katika ulimwengu wa kiroho, chumvi hii hutumika kama kinga dhidi ya nguvu hasi. Katika mila za Kiafrika, Kiasia, hata Kihindi, chumvi hutumika kuondoa mkosi, kufukuza majini na kusafisha mazingira yenye giza la kiroho. Ni chombo cha utakaso, si wa mwili tu bali wa roho na mazingira. Lakini swali kubwa ni hili: Je, kweli chumvi ya bahari inaweza kuvutia ama ku-attract pesa? Jibu liko kwenye nguvu ya mitetemo, vibration. Wataalamu wa nishati na spiritual alignment wanaeleza kuwa kila kitu kina frequency. Pesa ina frequency yake Bahati ina frikwensi yake, na chumvi hasa ya bahari inasaidia kusafisha frekwensi hasi na kuvutia zile nzuri. Kwa hiyo unapojisafisha kwa chumvi ya bahari au kuisambaza kwenye nyumba yako, unafuta vizuizi vinavyokuzuia kufanikisha ndoto zako za kifedha. Watu wengi wameelezea kuwa walipoanza kutumia chumvi ya bahari, milango ya pesa ilianza kufunguka polepole pole. Biashara zilizokuwa zimepoa sikaamuka, wateja waliopotea wakarudi, madeni yakaanza kulipika. Kuna njia mbalimbali mbali za kutumia chumvi ya bahari kwa kuvutia au kuatrakti pesa. Kila njia ina maana, nguvu na hadhi yake. Njia ya kwanza, kuosha mikono na chumvi ya bahari kabla ya kufanya shughuli yoyote ya pesa, iwe ni biashara, kazi au hata maombi. Njia ya pili weka chumvi kwenye pembe za nyumba au sehemu ya biashara. Hii hufyonza mikosi na kufungua njia ya baraka. Njia ya tatu, mchanganyiko wa maji safi na chumvi ya bahari hutumika kuosha sakafu, kuta na milango ya nyumba. Kazi yake ni kuondoa uchafu wa kiroho na kuingiza nuru mpya. Njia nne, kupaka chumvi kidogo kwenye pochi au sandugu la pesa huku ukitamka maneno ya baraka, imani na matarajio ya mafanikio. Hapa niko na hadithi tatu za kweli za mafanikio. Hadithi ya kwanza ni ya mzee Rashidi kutoka Malindi. Alikuwa na biashara ya kuuza dagaa iliyoanza kupoteza wateja. Aliposafisha banda lake kwa maji ya chumvi ya bahari kila asubuhi, alianza kuona tofauti, wateja wakaanza kurudi na sasa anauza hata nje ya nchi. Hadithi ya pili ni ya mama Jennifer, kutoka Mwanza. Alikuwa na mikosi ya kifamilia na kifedha. Alipoanza kutumia chumvi ya bahari kwenye kuoga na kuosha nyumba, mambo yalianza kubadilika. Leo hii anamiliki duka la nguo na watoto wake wanasoma vizuri. Hadithi ya tatu ni ya kijana Moses kutoka Nairobi. Baada ya kuachishwa kazi, alianza kuuza bidhaa mitandaoni, hakukuwa na wateja aliambiwa na bibi yake asafishe simu na kompyuta yake kwa chumvi ya bahari. Kwa miezi miwili, biashara yake ilipuka. Sasa ana kampuni. Chumvi ya bahari hufanya kazi zaidi inapochanganywa na imani. Tumia dakika chache kila asubuhi au jioni, ukiwa umeketi kimya, shika chumvi mikononi, vuta pumzi, kisha tamka: Ninafungua njia za pesa, ninavuta neema, ninapokea baraka. Wengine hutumia chumvi kwenye maji ya kuoga, huku wakisali au kusoma mistari ya maandiko matakatifu. Nguvu ya maneno pamoja na chumvi huleta mabadiliko ya ndani na nje. Siri ya chumvi ya bahari haiko kwenye chumvi yenyewe tu, iko kwenye nia yako, iko kwenye imani, iko kwenye hatua unazochukua. Chumvi ni zawadi ya dunia, ni baraka kutoka kwa bahari. Ukitumia kwa heshima, shukrani na akili, inaweza kuwa daraja lako la kutoka kwenye umaskini hadi mafanikio. Usiogope kujaribu. Fanya kwa wiki moja, angalia tofauti, na ukiona matokeo shiriki na wengine. Subscribe kwa channel hii kwa hadithi zaidi kuhusu siri za asili. Maisha yako yanaweza kubadilika. Yote yanaanza na chembe ya chumvi.